Msanii wa injili Joel Lwaga ni kama vile amekasirishwa na baadhi ya watu ambao wanatoa maoni kuhusiana na vitu ambavyo labda haona hawana uelewa navyo. Kupitia Instagram yake ameshare video hii hapa akielezea baadhi ya mambo ambayo anaona kwamba hayampendezi kutokana na maoni ya watu ambao wanakuwa wanatoa kumuhusu yeye bila kuwa na uelewa na hatua ambazo anapiga sasa. Fuatilia hii video kwa makini, uta drop hapo comment yako baada ya kusikiliza kile ambacho amekiongea. Usikose kusubscribe Dems Media. Mimi ni Abdul Juma the Monster. Nyinyi nyinyi nyinyi nyinyi wa Tanzania, walokole wa Kristo, eh, watu mlio, watu wa makanisani, eh, baadhi yenu baadhi yenu baadhi yenu, sio wote, baadhi yenu, eh, mapilato. Mmekuwa mapilato yani, eh, mmekuwa mapilato, eh, mna dictate vitu. Nyinyi ndio mnaamua, nyinyi ndio mnasema weji, mtu aweje, mtumishi afanye nini, eh, na Naomba tu niseme wazi tu leo kwa haraka haraka tu hapa kwamba please, acheni ushamba baadhi yenu, acheni ushamba. telling you this is very bad. Naongea kutoka moyoni, na mimi huwa siongei, huwa mnakuwa mna throw a lot of things to me. Mimi mimi mtu na natupiwaga vitu vingi tu, kila mtu anaibuka huko anasema lake, huyu anasema hiki, ana tafsiri hiki, na nimekuwa nikikaa kimya for so long, nakaa tu kimya, naangalia na sio kwamba sioni, nasoma mitandaoni, naona vinavyoongelewa, wakati mwingine nashangaa. Lakini sasa kinacho kinachonishangaza na kuja kugundua kwamba yani mnazungumza vitu, baadhi yenu hamna hata ufahamu navyo, hujui kitu hata kinachoendelea unaibuka tu unakotoka, unaanza kusema tu la la la la. Sasa hebu fanyeni basi hata research, hebu fuatilieni basi, fuatilieni hata vitu kabla hujaingia. It's not just because una bando unaweza ku comment kwenye kitu fulani, basi unaingia tu una comment. Sasa leo leo nimesema ngoro leo ngo na niswakalie zaidi kimya, maana unajua wakati mwingine ukikaa kimya uongo nao unaweza kugeuka ukawa ukweli. Sasa kwa mfano, juzi tu hapa, jana, imedraw attention yangu kwamba nimesainiwa kwenye lebo e, ya kusambaza ya kusambaza mziki ya Empire ee, nimeshtuka. Unakuta mtu anasema basi tena huyu tumeshamkosa, sijui anasainiwa kwenye lebo. Sasa you just don't know, hamwelewi kwamba e, ukisikia lebo sio kwamba kila lebo ukisikia basi ni lebo ambayo inamiliki huyu mwimbaji ama inamiliki huyu artist. Kama hivi mnavyosikia, labda si kuna lebo ya Wasafi, si kuna lebo ya nini hizi zilizokuwa hapa Tanzania kwamba zinamiliki, hamjui, hamjui kwamba kuna kitu tunaitwa distribution company lebo. Yani ni lebo ambayo sio kwamba inamiliki huyu mwimbaji, hapana, lakini ina, inasambaza kazi zake, kwa sababu hizi Spotify hizi Apple Music huwezi kuziweka wewe binafsi, yani wewe huwezi wewe kama wewe mtu tu ukaingiza wimbo wako kule unatumia kampuni kuingiza nyimbo kule uweze hawakutambui, wewe hawakutambui mtu, wanatambua wanatambua hizi kampuni ambazo ndo zinaweza kuingiza miziki kule. Ndio maana zamani tulikuwa tunatumia DistroKid tukaja kutumia hizi suicide baby, mtu alikuwa ni lazima ujienroll uingie DistroKid ndio uweze kuifanya nyimbo yako DistroKid, waiweke huko Spotify. Sasa mtu anakurupuka tu na ndio the same ya hizi kampuni kama hizi Empire, ama ambao nilikuwa nafanya nayo kabla ya Empire, ni kwamba what they do, wanachukua ile nyimbo yako wanaingiza kule, wanasimamia distribution kule kwao, wanakata percentage yao ya kusimamia kuzisambaza kazi zako kule kwenye hizi Spotify, Apple Music, sijui eh, nini nini zote zilizoko huko. Ndipo tunavyofanya na hakuna mwimbaji yoyote duniani ambaye anaji anaingiza nyimbo zake mwenyewe huko. Yaani mimi sio wa kwanza wala sio wa mwisho. Ndivyo inavyokuwa. Hata hawa waimbaji wengine wote, hata we unayemwona wakiroho vipi, hata kuna mwimbaji unamwona unasema huyu akiimba, yani mbingu inageuka chini miguu juu, anatumia kampuni nyingine hizo zilizopo kwa ajili ya kusambaza, ambazo hizo kampuni sio za Wakristo. Jamani, sio za Wakristo. Hakuna kampuni ho, kufanya, eh, kampuni ya kikristo inayofanya hivyo. Anawezaje kufanya? Hizo kampuni anaingia, ambazo hizo kampuni anashiriki nuru na giza, wapi na wapi, jamani. Hizi kampuni hazijali kuhusu mziki wako, ni wa gospel ni na nini, wao wanafanya wanasambaza. Ndio maana humo waimbaji wote mnaowajua huko Nigeria wote mnaona wa kiroho eh, hao ndio wa kiroho, wamepitiliza. Hapa Tanzania wapi? Hapa Tanzania wanaogopa tu kuambia. Mimi nimekuwa wa kwanza kuingia Empire, lakini hao wengine wanafanya na kampuni nyingine, ila hawasemagi kwa sababu wanajua wakisema mapilato, nyinyi mtawarukia juu, mtaruka nao, mtawasema, mtawa mtawafrustrate mta, mta, wa, mta, wanaogopa sasa. Mimi siwaogopi bahati mbaya ndio maana naweza kusema na mbona naweka mambo yangu wazi kwamba nafanya kazi na kampuni fulani, nimepigiwa simu, nimehojiwa nasema. Lakini mmezidi, mna frustrate mna watu mnawapanda kichwani, hamjui hata kinachoendelea kwa leo. Hapa kuna watu wanaamini mimi nimesainiwa kwenye lebo kana kwamba niko chini, ndo namilikiwa. Hapana, mimi nafanya kazi binafsi. Mnajua mnaonaga, hata angalia nyimbo zangu pale chini imeandikwa Ospo, mimi nafanya kazi na kampuni ya Ospo ambayo hiyo Ospo yani ene, nitawapa elimu siku nyingine mimi mwenyewe ninamiliki lebo yangu inaitwa Heaven Culture. Heaven Culture ni lebo yangu mimi ndio ambaye huku chini na nacha vipaji vingine, lakini mimi kama mimi ni free artist similikiwi na lebo yoyote. Nafanya na manage, managing company ya Ospo ambayo ni ndugu yangu Alan, eh, ina ina manage kazi zangu, ni managing company. Lakini pia kwa huku nje sasa, ili muziki wangu niweze kusambaza huko nje zaidi, ndio maana nafanya kazi sasa na Empire. Nilikuwa nafanya kazi na kampuni nyingine, siwezi kuitaja sasa hivi. Sasa hivi nafanya na Empire. Sasa mi nawashangaa, you don't know things, hamfahamu mnakurupuka navyo tu. Jamani, hebu acheni hizi mambo, acheni na nyinyi wengine ambao, sijui huu mdundo sio wa gospel. Hebu niambieni mdundo wa mbinguni ni upi? Mdundo, mdundo wa kidunia, mdundo wa mbinguni ni upi? Gospel, gospel sio mziki, sio sio music. Gospel ni ujumbe, kinachotenganisha ni ujumbe ndio maana hebu nitafutieni nyimbo ambayo nyinyi mnasema huu, hebu nitajieni wimbo mmoja ambao mnaamini nyinyi huu ndio wa gospel, au nyimbo zenu hizo mnazoamini hizi ndio za gospel. Nikichukua huu hilo beat, nikichukua huo mziki, nikabadilisha maneno, nikaweka maneno machafu, nikaweka maneno ya, ya mapenzi mapenzi, mapenzi machafu machafu kama wanaoimbaga watu wengine, nikaweka huo huo mziki, utabaki kuwa gospel. Nikiuplay mtauita wa gospel. Nini kitakuwa kimebadilika? What? Nini kitakuwa kimebadilika? Music is not about a beat. Uh, uh, gospel is not about a beat. It's about a message ndiyo maana leo <laughs> Jamani mimi nikiwa nakuwa kuna nyimbo nilikuwa nasikiliza, nilikuwa sijui lugha yake, niko tukuyu huko, kuna wimbo wa, wa, wa nani hawa wanaitwa Westlife ulikuwa unaitwa Queen of my heart, kwa sababu nilikuwa sijui Kiingereza na nyosha mikono juu naabudu kabisa, kumbe kwa sababu ya ule utulivu. Hivi ngoja niwaambie ni kitu I'm sorry, najua mnazisikiliza hizi nyimbo na wengine mtajifanya msikilize hivi. Celine Dion nyimbo zake zinazidiwa zina, zina, zina utulivu na ma, shetani na mama mkwe wake wamekalia misumari. I'm sorry to say this from my brother Edson, lakini hivi wimbo ule kama ule shetani wamekalia misumari una, una, una, izi, una utulivu kama nyimbo ya Selindioni zile eh? Kwa Selindioni kwa sababu nyimbo zake ni za taratibu, zina utulivu zile, ni za gospel. Gospel sio mziki wa taratibu, gospel sio mziki wa utulivu, ni message, it's a message. Ndio maana leo mtu aliyoko India eh? Anaimba Hindi huko mwindi, akiokoka akaanza kuimba nyimbo, akaanza kuimba muziki wa injili, anamsifu Mungu, anamsifu Yesu. Nyinyi kwa sababu hamjui hiyo lugha, nyinyi mnaweza mkaskip, mkijua ni beat, ni yale masongi ya kwenye movie zao, masongi ya kihindi ya kuchikuchi yale kuchikuchi, utaskip kwa sababu hujui. Lakini kwa sababu yeye ameimba gospel, lakini ndio, ndio, ndio, ndio muziki wake, ndio utamaduni wake kwao. Mimi ninaweza kuimba Any kind of mdundo as long as message yangu ni gospel. Gospel nini? Ni habari njema. Nitaimba kuhusu Mungu, nitaimba kuhusu Yesu, nitaimba kuhusu mambo aliyonitendea. Nitaimba kuhusu kuhusu ufalme wake, kuhusu neno lake, kuhusu yoyote yanahusiana na Mungu. But using any kind of beat because music is not about it's not about a beat. It's about message, guys. Stop it. Acheni hayo mambo acheni kuwa frustrate waimbaji mmezidi mimi mimi naombaeni kweli mimi sijibugi sio ajibugi na kaa kimya ninasema a lot of things na kaga kimya lakini acheni kufanya hivyo mwisho wa siku waimbaji wanaogopa hawezi kuwa kujitanua mipaka yao hawezi kuji yani kuna vitu wanaogopa kwa sababu mmewakalia hapo juu mnataka kuwaamulia yaani mimi leo kusaini na Empire kwa ajili ya kunisambazia mziki niogope eti kisa Empire Aya, mbona kuna waimbaji wengi tu wa injili wakubwa kwenye hiyo Empire na ninaweza nikawatajia majina yao, sitaki tu kuwataja wengine kwa sababu labda mikataba yao hataki iwe wazi, lakini guys stop it. Kwa mimi nijisambazie mziki mwenyewe nifanye mwenyewe ili iweje, alafu nifike wapi kwa kujisambazia mwenyewe eh, ili nifike wapi? You've been too much. Acheni hizo mambo. Na ndio maana ni furaha yenu kuona waimbaji wa injili wanakuwa duni, ni furaha yenu eh, nyinyi walokole wengi wenu au baadhi yenu, na upilato wenu, mnafurahia kuona waimbaji wanakuwa duni hawapigi hatua kimaisha. Mtu anakuja anasema mimi Joel Lwaga elfu mbili na kumi na tisa ndo alikuwa ananibariki. Okay, wewe alikuwa anakubariki basi, hacha Jueli elfu mbili na ishirini na tano wabariki wengine usilazimishe Joel Lwaga wa elfu mbili na tisa wewe elfu mbili na ishirini na tano kwa sababu tu alikuwa anakubariki wewe, stop, hacha kuwa selfish. Lakini ni waulizeni ninyi walokole wa leo, niwaulizeni swali, ninyi baadhi yenu mapilato wa hukumu, kama mlikuwa mnampenda sana Boni Mwaitege wa mwaka elfu mbili na mbili mwaka elfu mbili na kumi kwa nini leo bado hamumsikilizi? Nyinyi wachungaji mnaosema mnapenda eh, waimbaji walivyokuwa naimba zamani, kwa nini leo kwenye mikutano yenu, mbona hatumuoni Bonny Mwaitege? Mbona hatuoni mkialika waimbaji wa zamani tena, mbona tuwaoni? Kwa sababu mnaenda na trend, kwa sababu mnakwenda na kile kilichopo ambacho watu wanakifurahia sasa. Mimi leo nikiamua kubadilika, kwa sababu nisipobadilika, mnaniacha ninajua hilo. <laughs> Ninajua kwani sinaona, sina mifano. Nikiimba vile vile vile vile kila siku mtachoka, mtaenda, mtatafuta kipya, kwa sababu kazi yenu wengi wenu ni mnatafuta what's new. Alafu mnataka mimi niwe vile vile. Mnanilazimisha uwe vile vile. Mjue elfu mbili na kumi na nane, stop it guys. And by the way hamjanituma mimi hii kazi. Kati yenu nyinyi wote hamna aliyenituma hii kazi, hamna aliyeniita. Nimeitwa na Mungu kumtumikia. Yesu ndiye aliyeniita mimi. Alafu guys, hiki kitu huwaga nasema siku zote. Yaani mimi ningekuwa nataka kubadilika kuimba mziki wa Bongo Flava, siji secular. Ningeweza na hakuna ambaye angenizuia. Kwani mmeniita nyinyi mpaka niwaogope nyinyi? Lakini namuogopa aliyeniita, aliyenipa sababu ya mimi kuishi kwa ajili ya kumtumikia huyo, ndo naye muogopa, na nitafanya vyovyote vile nita, nitafanya ubunifu wangu, nitafanya namna yoyote ile kuhakikisha kwamba ninabaki kumtumikia yeye. Sitatumia ubunifu wangu na maarifa yangu ya kimziki kutumikia mtu mwingine, na hilo sitawaogopa nyinyi, sitawaogopa kusema. Sasa unajua no, no, no, no, anayetaka kunisikiliza anisikilize, asiyetaka kunisikiliza sikiliza hao ambao unaona we wanakupendeza Usinilazimishe mimi kuwa kitu kingine, hujaniita hujanituma, hujanipa hii calling. Nimepewa na Mungu. Kwa hiyo wewe ukiona Joel Lwaga sijafurahia hiki anachokifanya, switch it, nenda sikiliza mtu mwingine, lakini hacha kunibugu, acha kunikalia kwenye peji yangu. Wengine mnatukana mpaka matusi, alafu Wakristo mnaongea maneno mabaya bila kujali, mnashutumu vitu hamvijui bila kujua. Stop it. Stop it, guys. Acheni, hivi vitu vimewafrustrate watu wengi. I'm sorry to say this. Mmewafanya waimbaji wa injili kuwa duni kwa muda mrefu. Ndio maana leo ni kweli hatufanyi hivi vitu ili tupate mafanikio ya mwilini, ni kweli. The ultimate goal, goal ni injili yubiriwe, watu waokoke, watu wamjue Mungu. Ni kweli. Watu wahudumiwe, waponywe mioyo, waponye, waponye nafsi, waliokosa tumaini wapate tumaini. Nuru iingie kwenye maisha ya watu, giza liondoke. That's the goal, ni kweli. Lakini at the end of the day, haimaanishi kwamba sisi tubaki kuwa maskini. Haimaanishi kwamba sisi tubaki kuwa maisha duni. Lakini hivi vitu vidogo vidogo hivi ambavyo mnashangaa mna leo mwimbaji wa injili kusaini na Empire mnataka, mnataka asainiwe tu wa, wa, wa secular kwa sababu mnaona mwimbaji wa gospel astahili. Kwa nini si astahili? Kuna ubaya gani? Kuna ubaya gani? Kwa sababu mnataka tuwe duni. Mnasema eti nuru na giza. YouTube ni ya Kikristo. Hiyo YouTube tunayoingiza huko nyimbo ni ya Kikristo. Hizi platform tunazoweka nyimbo ni za Kikristo. Nionyesheni platform ya Kristo peke yao. Iko wapi? Ya kuweka nyimbo afu tuone kama mtaenda kuview huko, mtaenda kusikiliza. Guys, acheni. Haya ndo mambo yanafanya leo hatuna hata mwimbaji wa injili hata mmoja mwenye angalau gorofa. Nyumba tu ya kuishi nzuri kama gorofa hatuna. Hatuna mwimbaji wa injili ambaye anaendesha hata gari ya milioni 300, hatuna. Sisemi kwamba hili ndio goal, lakini nyinyi mnajisikia fahari gani? Mbona wachungaji tunao wenye magorofa? Mbona wachungaji tunao wanaendesha magari ya milioni mia ngapi huko? Mbona tunao? Why about singers? Why, why not about singers? Why not about waimbaji wa nyimbo za injili? Mnawakalia kuoni mna, mna wanawaogopa. Hawasemi lakini mimi siwaogopi. Mi namwogopa Mungu aliyeniumba na aliyenipa huduma. So stop it guys, siongeagi mimi mara nyingi, sisemagi, sijibu lakini leo nawajibu na, na nikiona nakaa kimya, nikiona imezidi, mnazidisha naongea. Najua kuna wengine wanasema, Joeli kwani amejibu? Ah, Joeli amepani amna. Mimi nakaaga kimya na nyinyi mnajua sijibugi hoja za maneno maneno, mimi mtandaoni sijibu, but this imechukua attention yangu sana. Stop it guys, acheni Acheni haya mambo, acheni ku acheni kuwakalia watu mpaka watu wanashindwa wafanye. Acheni, wanawaogopa. Mimi naambia waimbaji wengine hawasemi wanaogopa, but mimi siwaogopi. Nitaendelea kufanya ninachokifanya as long as ninakifanya kwa Mungu. Mungu ndio anayetoa hesabu ya ninachokifanya. Wewe kama unakifurahia, kifurahie. Ukifurahii, achana nacho. Step aside. Usiniambie, acheni kuniletea mziki usio wa injili muachie fulani. Nimwachie fulani. Kwani tulipewa jukumu kwa pamoja, tuliitwa wote. Tuligawanyiwa majukumu kwa pamoja. Huoni ataibu kuniambia ati muachie fulani. Wewe si umsikiliza huyo fulani. Let me do it. Let me be guys. Wengine mnakuja mnanikalia juu sijui muonekana. Mnataka niwe mzee. Mimi am L30s. Ni kijana mdogo bado. Am L30s. Simply because nimefanya hiki kitu kwa muda mrefu msidhani kwamba mimi ni mzee. Mimi nimeanza nimetoa wimbo wangu wa kwanza nimefahamika 2017. It's 8 years guys now. Miaka nane. Lakini ilianza nikiwa kijana mdogo. Mimi ni mdogo bado. L30s. Mnataka niwe kama mzee? Nitakuwa kama kijana, nitavaa kama kijana, nitaonekana kama kijana, na injili yangu nita ipackage kuwavutia kuwa hao vijana wajue kwamba kuokoka sio ushamba. Unaweza kuwa umeokoka unamjua Yesu na ukawa sio mshamba. I'll do that, that's my calling. Sasa wewe unatoka unakotoka huko, just because you have bundle, unanikurupukia tu? No guys, no. Imefika yani, ifike hatua haya mambo yafike ya mwisho. Acheni hayo mambo, cheni kabisa. Tutitiane kwa upendo tuthaminiane, kila mtu amuone mwenzake kuwa bora, anachokifanya mwingine. Kama unadhani unaona mimi kuna kitu nimekosea, afu guys, pia kingine mnatakiwa mjue mimi sio mtu tu ninayetoka from nowhere. Mimi nina mchungaji wangu, nina mwangalizi wa makanisa yetu hapo Sudani, nina mchungaji wangu anaitwa Pastor Dennis Kiwali, nina mama yangu mzazi, nina baba, nina familia, nina watu ambao, leo mimi kama nafanya kitu kisio sawa, msidhani kwamba wanimudu, wananimudu, wanaweza kunikalisha chini. Mama yangu hata post tu nikipost, anakuja anasoma kila comment, mama yangu, na anataka kuona hii video, ataona. Mama yangu mimi ananipigiaga simu ananiambia, shusha hiyo post, futa hiki. Mama yangu ni mchungaji na yuko Marekani, lakini ananipigia simu hata hiyo usiku wa manane, ananiambia, futa hiyo post, ondoa hicho. Nina watu ambao wananiangalia mimi, siendi tu, nina mchungaji wangu, nimewatajia jina lake, nina mwangalizi apostodani, mwangalizi wa makanisa yetu NTM. Mimi nina, uka, nina kanisa ninako sitoki from n kwao. Nyinyi msijifanye nyinyi ndio mna uchungu sana na mimi. Nyinyi ndio wachungaji wangu huko mitandao, nyinyi ndio mnao nifahamu. Stop it I have people pia. So kama unadhani kuna kitu nimekosea, nielekeze kwa upendo, you can DM me hata comment yako. Yaani, yaani, if you think ama, basi hata kitu kama hujui, njoo kwa upendo.